Hii ni mali ya serikali, hii ni mali ya serikali. Serikali imekuamini imekabidhi chombo okay. Ukiharibu, manake hakuna jambo kubwa kama intelligence ya tupeane taarifa. Tunaona kuna watu wanasema wataki hiki hawataki hiki. Aa, lakini kikubwa ni swala la kuvunji swala kubwa la amani, na na kama nilivyosema siku za awali kwamba kwa kwetu goma sidhani kama kuna mtu ana kikundi cha watu ataka kutuharibia maisha yetu ambayo tumeyazoea ya Kigoma. Kwa hiyo kama kuna jambo taliona limekaa ndivyo sivyo, watendaji wetu, wananchi wa Kigoma, tupeane taarifa ili tuweze kushughulika nao kwa sababu ikiharibika, linaharibika kwetu wote. Kwa hiyo waandishi wa habari, watendaji wa serikali, wananchi kwa jumla wa mkoa wa Kigoma, mkiona jambo ndilo silo, basi mtuambie tuweze kuambia majeshi yetu viweze kuambia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama viweze kuchukua hatua.